Kwa upande wa La Liga, tuweze kuangalia performance ya FC Barcelona bila Lamine Yamal. Lamine Yamal anakosekanika karibuni mchezo wa tatu kwa sasa kwenye ligi, basi tuone performance ya timu bila yeye inakuwaje, kwa sababu ndani ya michezo mitatu Lamine Yamal aonekani katika kikosi na wala acheze kwa sababu ya injury ambazo amezipata katika timu yake ya taifa. Sasa mchambuzi mahiri Eric Bisoma, una lipi la kuwaambia watazamaji na wapenzi wa soka kwa ujumla? uh, mpaka hivi sasa bado sijaweza kuliona pengo la Lamine Yamal pale katika klabu ya eh, FC Barcelona kwa sababu Lamine Yamal tokaweza kupata majeraha, basi ameweza kukosekana katika michezo minne ambapo klabu ya FC Barcelona amefanikiwa kushinda eh, michezo yote, na pia wamefanikiwa kufunga eh, mabao 16 huku mchezo ambao Barcelona aliweza eh, kupachika mabao mengi eh, ukiwa ni mchezo dhidi ya Valencia aliweza kushinda eh, kwa ushindi wa mabao sita kwa sifuri. Hivyo eh, mpaka hivi sasa naona kabisa eh, mwalimu Hansi Flick bado ana wachezaji wenye quality kubwa pale katika eh, kikosi cha FC Barcelona. Tumeona pia Rafinha ameweza kuhamishiwa katika upande wa kulia wa Lamine Yamal na Rashford ameweza kupata cha nafasi. Yamal ni ana mchango mkubwa katika kikosi cha Barcelona, hivi sasa, uh, hivyo, nadhani kabisa, uh, cha FC Barcelona, lakini mpaka hivi sasa klabu ya Barcelona na wachezaji wenye quality kubwa ambao inamsaidia uh, manager Hansi Flick aweze kufanya machaguo mengi zaidi. Na pia uh, Lamine Yamal hivi leo ameweza kutangaza katika ukurasa wake wa Instagram kwamba ataweza kurejea katika michezo inayofuata na FC Barcelona. Mchezo unaofuata wa UEFA Champions League eh, basi wataweza kucheza na klabu ya Paris Saint-Germain.